Tuachilie waume zetu. Kuna ndugu zangu wanne wanaume wanne wako huku, wametuachia watoto, tunashindwa tajiza kuwalea wale watoto. Tuna mama mgonjwa, Samia huko liko, tuachilie waume zetu. Nina wanaume sita wako huku, wameacha watoto, wameacha nyumba, tunalipa kodi, watoto wanasoma. Baba wewe Si twende wapi? Wanawake tunateseka, wanawake twende wapi? Tunateseka, nani atutetee kama we sio mama Samia? Mama Samia tutetee, wanawake tunateseka, tuna vikundi tumekopa, watoto wako shule, kodi tunalipa. Samia, twende wapi? Samia, twende wapi? Nina mume wangu, nina shemeji yangu wa baba mmoja mimi niende wapi? Mimi niende wapi, jamani? Mi nitaenda wapi? Naenda wapi? Yesu, mimi naenda wapi? Wale wanaume, jamani, wale wanaume, mimi naenda wapi? Mimi wale wanaume.